Mkataba hii inakuja ikiwa mahususi zaidi na ikiwa mizuri zaidi kwa maana ya walengwa. Mkataba wa kwanza ambao utasaini utakuwa na euro milioni 24. Kwa watu wapige hesabu hapo, unaweza kuwa unaongelea bilioni sabini almost, hela nyingi kidogo, sabini mpaka themanini kwa conversion ya rate itakayotumika. Ni kiasi cha fedha kikubwa ambacho kinalenga kabisa, kimelenga specifically kwenda kwa kina mama na vijana, women and youth, ambao tunatarajia wataweza kufaidika. Na hasa hasa ni tumekuwa tukikutana na wateja wetu wanapokuja kukopa kwetu, wanasema sina dhamana za sina uwezo wa kuweka dhamana za, na tunaambia leta dhamana za aidha ya nyumba au kitu kishamesika, bado imekuwa ni challenge, lakini programu hii ambayo tunasaini ya kwanza itaeta mahusiano mazuri na kurahisisha upatikanaji kwa sababu inadhamini mkopo wa mteja kwa asilimia sabini. Maanake nini? Akina mama mwenye biashara akiwa na uwezo wa kiacha asilimia thelathini, kilichobaki anawezeshwa kirahisi zaidi. Na na imani sana wengi watachangamkia fursa hii, na uzuri mafunzo yanaendelea, taendelea kuwajengia uwezo katika uwezeshaji na usimamizi wa mikopo yao, na hili ni jambo zuri ambao na imani waandishi wabaya, kama nilivyomwambia tusisitize kuambia kana mama e, biashara. Benki ya finance biashara ni sadidi, lakini benki ya finance biashara ni kwa sababu tunafanya hivyo kwa sababu tuna mahusiano mazuri na wadau wetu wa maendeleo, ikiwepo shirika la maendeleo la Ufaransa PROPARCO. Tunawashukuru sana sana, na hii inalenga moja kwa moja, nimesema kwa kina mama na vijana, that is women and youth na ni muhimu ikasitizwa hivyo ambayo inadhamini asilimia sabini, lakini uzuri wake ni mikopo ya kuanzia euro milioni elfu tano mpaka euro milioni moja. Ukifanya hesabu za haraka, unaposema euro elfu tano ni mkopo wa milioni 15 20 kwenda juu. Kwa hiyo kuanzia milioni 15 kuendelea, unaposema euro milioni moja wanaongea mpaka bilioni nne almost almost bilioni nne. Sasa ina maana kuanzia milioni kumi na tano mpaka bilioni nne. Kiasi ni kubwa sana, dhamana asilimia sabini ya upande wa dhamana, tumepata wadau wa kuleta aweni ya kufanya biashara, lakini kwa kufanya hivyo hata masharti yake yatakuwa madogo, yatakuwa marahisi. Kusema madogo si kizuri, yatakuwa rahisi, ili wakopaji waweze kupata mikopo kiurahisi. Huo ni mkataba wa kwanza ambao tunausaini leo, lakini mkataba wa pili, tunasaini mkataba mwingine kwenye thamani ya euro milioni 24 tena. Huu haujatenga nane apate, lakini unakwenda kwenye wajasiriamali wadogo na wakati ambao ni SME. hii inagusa general sasa. Sasa hii inadhamini mpaka asilimia hamsini, asilimia hamsini ni kwa wajasiriamali aina zote ambao wanakopeshwa wakiwa na changamoto za, changamoto za dhamana ili waweze kupata mkopo wao, na renji ya mkopo hii inaanzia kwenye kiwango cha ja euro milioni elfu kumi mpaka milioni moja. Nikisema euro elfu kumi ta tunaongea kati ya milioni 35 40 hapo kuendelea, unapata dhamana na hii nafasi ambayo naweza kusema ni, ni maboresho ambayo tumeyafanya ni kutokana na mahusiano ambayo tumekuwa nayo, mawazo ambayo wametupa ambayo tumepata kwa wateja, na tumeongea na wadau, wameweza kutusikiliza kwa karibu sana. Ni matarajio yangu kwamba Watanzania wengi watachangamkia fursa hii na kuweza kuzipata kiurahisi, na hii huduma inapatikana kwenye CRDB na hapo, CRDB ni katika matawi yote yote nchi nzima kuweza kupata huduma hii. Tunatarajia watakaofaidika na mikopo hii